Kwa majina naitwa Faraji Sadi Nchimbi ni mkufunzi wa mazoezi trainer. So leo tumefanya mazoezi ya baisikeli na tulikuwa tuko fiti kabisa. Watu wameanza mazoezi mapema saa 12, takriban saa 12 yameanza mazoezi mpaka saa hivi saa 3. Tulianzia hapa kwa Mkolemba stendi ambako iko gym na tukaelekea maeneo ya Gongo la Mboto kwa kupitia njia ya malkas na kutokea maeneo ya Banana na kurudia gym. Kwa kifupi, watu wameenjoy mazoezi. Imekuwa ni sababu ya watu kujitoa kwenye makundi yasio faa, na hii wiki tunaenda kwa tarehe 29 kwenye wiki ya uchaguzi. Ningependa kabisa kuwasisitiza kwamba wapige kula, baada ya kumaliza kula waje Nchimbi fitness, tuendelee kuenjoy mazoezi siku hiyo, kwanza itakuwa ni bure. Epukana na makundi yasio faa, tuepukane na fujo zisizo na zamana, tuna watoto, tuna familia na hivi, kwa hiyo tuendelee kufanya yale yanayotuhusu na sio apendeza watu, basi tuachane nayo, kwa sababu moja ya vitu vizuri ni kufanya kile ambacho wewe usichokipenda usimfanyie na mwenzio. Kwa hiyo tupigeni kula kwa wakati, tuachane na makundi ya sofa, turudini majumbani. Zamani watu walikuwa wanachukulia mazoezi kama, lakini katika hii miaka mitano mazoezi yamepewa sana nafasi yake. Tumekuwa tukiona hata mama akiwa anafanya ana, anatoa, anawasupport wana michezo kwa kuwapa zawadi na nini, nini hivyo, kwa hiyo kuhamasisha kwa upande wake. Kwa hiyo hivyo niwahamasishe vijana tuendelee kujihusisha na mazoezi, tufanye kazi, lakini pia tuendelee kupeana fursa, watoto wa mjini wanasema michongo iliyo halali. Lakini kwa jina naitwa Zene Ismaili Tabalo, natokea Ukonga Unique Fitness Club. Asubuhi tumeanza mazoezi hapa Nchimbi, tumeanza mazoezi ya, ya basikeli tukakimbia na basikeli tukaendesha basikeli, nadhani kama kilomita hamsini imefika, ndo tumewasili sasa hivi. Tuko fresh kabisa kama mnavyotuona. Nashukuru kwa kweli, tumeenjoy e, tumeenjoy sana kwa sababu tunasema mama mitano tena, mama mitano tena, mwanamke anatuwakilisha mitano tena. So, tumeweka kipaumbele wanawake. Tulikuwa wanawake tumeondoka wengi na basikeli, lakini tumebaki wanasema wanawake kama watatu wanne, wanne tumeondoka watu kama thelathini hivi, lakini wanawake wetu wamebaki wanne, kwamba tunawakilisha wanawake, tunaweza e, kwa sababu tuko kwenye mazoezi zaidi. Kila siku asubuhi kiamka, lazima ufanye mazoezi, then ndo mambo mengine hapo. Kwanza inaanza ibada, unafanya swala zako kama ni Muislamu, unapiga raka zako mbili, ukimaliza pale unaenda kwenye mazoezi. Yani ni kila siku, ratiba yangu kwangu, mimi ratiba yangu ndo ilivyo hivyo e. Kwa hiyo, amani tawale, amani tawale kabisa, tujitokeze tukapige kura. Hey, maisha yaendelee hey. Kwa sababu kama sasa hivi tumeendesha basikeli tumepita barabara hili, hili na amani tele, gari zinatupisha zinaona, kabisa tunahamasisha mazoezi, gari zinatupisha, yaani utulivu kabisa barabarani. Nadhani siku ya uchaguzi wewe utulivu kama hivyo hivyo kama. Hey. Tunapenda amani e. Kwa majina naitwa Jerson, ni mkazi wa Ukonga. Mkazi wa Ukonga lakini leo tulikuwa tunafanyia mazoezi kwenye jimu ya ndugu yetu Nchimbi Fitness Club, na katika wa kuangalia mwaka huu ni mwaka wetu wa uchaguzi. Kwa hiyo tunaomba wadau mbalimbali kama wanamichezo, tuwe watu wa kwanza kabisa kuhamasisha amani na utulivu tunapoelekea kwenye uchaguzi huu, kwa sababu vitu kama hivi tukivuruga amani ya nchi yetu, tusipofanya vizuri kwenye uchaguzi au tukawa na kelo, hatutaweza hatutaweza kufanya mazoezi, hatutaweza kufanya kazi zozote, tutasimama. Kwa hiyo tunawaomba wadau wa michezo mbalimbali, wadau wa jogging mbalimbali, tuwe mstari wa kwanza kuhamasisha amani na upendo, na mazoezi kiwe kipaumbele chetu. Kwa hiyo nawatakia wadau wema, ambao mtakuja hapa baada ya kusikiza video hizi na hamasa hizi, mweze kufika Nchimbi ili tuweze kufahamiana zaidi lakini ninachosema kwanza, Tanzania kwanza, michezo kwanza. Tarehe 29 baada ya kutiki basi mazoezi, watu tutaendelea na mazoezi. Kwa jina naita Yusufu Ibrahim Chongoe, mimi ni miongoni mwa mwana, mwana mazoezi wa Nchimbi Fitness Center. Wana michezo na washauri, kulingana na kipindi hichi cha uchaguzi, tunawaomba sana hao vijana wanaosema kwamba tusitiki tarehe 25 ni uongo. Tarehe 25 tukatiki, tuchague kiongozi ambaye anastahili. Chagua kiongozi ambaye anastahili. Ni tarehe 29, samani kidogo tarehe 29, tuchague kiongozi ambaye anastahili. Maana pia niseme kwamba kuna baadhi ya watu wanasema tarehe 29 hatutiki. Achana na hizo imani potofu kwao. Vijana wenzangu, wengi mnaopenda mazoezi na washauri tu, tarehe 29 tukatiki. Yanatusaidia sana, mi mwenyewe nilikuwa na kitambi, lakini sasa hivi unaweza ukaniona kabisa, kitambi kimeisha. Ni mazoezi yanasaidia, kiukweli yanasaidia, na mazoezi ni afya. Tarehe 29, hamna neno, ni kutiki tu. Napenda kuasi wana michezo wote tarehe ishirini na tisa, wote tuungane pamoja, twende tukatiki. Haina namna. Mama Samia mitano tena, e, kazi na utu anasema.